kwamba hii itakuwa labda ni mipango inayoendelea ji juu ya kuumiza Simba Sports Club ndo kinachoonekana. Sio tatizo, sio tatizo, sio tatizo. Shida kwa nini tunafungwa na Yanga kila siku? Hapana, hana ubora huo kwa sababu Simba yeye amecheza mpira mkubwa tu, kwani mambo ya nje ya uwanja uwanjunje ya wapole shapole wapole shida si wapole shida, shida si wapole watu wacheza nje ya uwanja yeah. Yani Yanga hatuwezi ndani ya uwanja yeah. Nje ya uwanja wanatuweza mm -hmm. Wasawa, tunakubali sawa, wametufunga halali, ila ukiangalia yeah. Yani ukiangalia katika mpira dakika tsn mm -hmm. Yani tu kuna goli desemukwala yani tunashangaa wai Yanga watuzidi wapi?